Ninakusalimu kwa jina alipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2025. 20 upendo na haki ya Mungu. Juma hili tunaenda kuliangazia somo la 13 ambalo ni somo la mwisho robo hii, somo linalosema upendo ni utimilifu wa sheria. Hii ni kwa ajili ya Machi 22 hadi 28. Katika Sabato mchana mwandishi anatuelekeza kusoma kutoka 20 aya ya kwanza hadi 17, Warumi sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya tatu, Warumi sura ya 7 aya ya 7 hadi ya 12, Yeremia 31:31 31 hadi 34, Mathayo 23:23 na 24, na Yakobo sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 9. Fungu la kukariri natoka kitabu cha Warumi sura ya 13 aya ya 8 nalo linasema: Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Walipokuwa wakishughulika na mshiriki mwenye matatizo mtu fulani katika baraza la kanisa alimwambia mchungaji, Hatuwezi kufanya maamuzi kwa msingi wa huruma. Hatuwezi. Mchungaji aliushangaa ufahamu wa mtu huyu juu ya Mungu na sheria ya Mungu ulivyokuwa. Kwa hakika, huruma inapaswa kuwa kiini cha jinsi tunavyoshughulika na watu, hasa wale wanaopotoka. Huruma ni sehemu muhimu ya upendo, na kama Warumi 13 aya ya nani inavyotuambia, kumpenda jirani ni kuitimiza sheria. Ikiwa upendo kwa hakika ni utimilifu wa sheria, basi tunapaswa kuwa waangalifu tusiifikirie sheria kwa njia ambayo inatenganishwa na upendo au kufikiria upendo kwa njia ambayo unatenganishwa na sheria. Katika Maandiko, upendo na sheria huenda pamoja. Mungu mtoa sheria ni upendo, na kwa hiyo sheria ya Mungu ni sheria ya upendo. Kama Ellen G. White alivyoliweka, ni nakala ya tabia ya Mungu. Tazama Christ Object Lessons, ukurasa wa 305. Sheria ya Mungu si seti ya kanuni za kufikirika tu bali ni amri na maagizo yanayokusudiwa kwa ajili ya ustawi wetu. Sheria ya Mungu kwa ujumla wake ni udhihirisho wa upendo kama Mungu mwenyewe anavyoudhihirisha. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya sabato ya Machi 29. Jumapili tutajifunza mada inayosema sheria ya upendo. Jumatatu, amri ni takatifu na ya haki na njema. Jumanne tutajifunza sheria na neema. Jumatano,